Idara ya mawasiliano kanisani inafanya kazi ya kulitambulisha kanisa ndani ya kanisa, lakini kwa jamii ambayo inatuzunguka. Na nishukuru kwa kanisa la Kana, ni moja ya makanisa yanayofanya vizuri kwa konferensi yetu, kuanzia kwenye kibao kinalitambulisha kanisa, lakini hapo ukutani mbele panalitambulisha kanisa, lakini chini ya Nafikiri ni mkuu wa mawasiliano William Kajiru. E, tunaona kuna kuaga na posta wanazitengeneza na kuna vyombo hapo, nilikuwa naangalia na scan wifi, nimeona kuna wifi ya Kana SDA Church. Kwa hiyo Mungu awabariki, mmepiga hatua sana. Mungu awabariki hata hiyo hamtaki e, mmepiga hatua na mambo ambayo tunayasisitiza ni hayo. Kuna mengi ambayo tayari yalishafanyika ikiwa ni pamoja na vibao vya utambulisho lakini na kuyasajili makanisa kwa mfumo wa Google Maps ili mtu yeyote akiwa popote akiingiza jina lina uwezo wa kumwelekeza mpaka kanisa lilipo. Nashukuru hata Kana ni moja ya makanisa ambayo ukiyatafuta kwa kupitia zile ramani za Google unayapata. Kwa hiyo moto wetu ni kujenga madaraja ili watu wamfikie Yesu kupitia njia zote za mawasiliano, vyombo vya redio, TV mitandao ya kijamii na nimeona hata hapa mnajitahidi kwenye mitandao ya kijamii na hata kwa washiriki, tujitahidi kuitumia badala tu ya kuposti zile picha za udaku, tujitahidi kusukuma kuweka huko vitu. Dhumuni kubwa ni kuhakikisha, kwa sababu watu wengi wapo kwenye mitandao, wamwone Yesu kule kwenye mitandao, wale ambao hawawezi kufika, popote walipo waweze kumwona Yesu, lakini kwa kuwa tutakuwa tuna Uh, tuna workshop za mawasiliano kikanda. Kuna wakati tutakuja kanda inayohusika na Tanga mjini, tutayasema mengi na dira ya mwaka mzima na miaka inayofuata. Ila kwa sasa kama walivyotangulia kusema viongozi, tunaomba mtuombee. Yako mengi ambayo tutajadili, na tutapata nafasi ya kuuliza maswali na majibu. Mungu awabariki sana.